Hey. Agnesi Pili asirunzua Daudi aliondoka muda wa saa tatu hapa si. <laughs> nieleze vyote mm -hmm. Nilimtuma, alikuja ku barosi, alikuja hapa kuchangisha msiba, kasema ela sina, nikamwambia Daudi kauseni kuni Makaenda na mjomba wake kule uloa. Kwa hiyo Daudi uku alioondoka wakaenda kuusa na nikuni sile, akampa mjomba wake hela alfu moja, akapita njia hiyo hiyo. Kasema mjomba wako, akasema amepita. Ile nsema amna tatizo kasaa, ameshakula amna tatizo ka. Nikakuta ni ni mlango huko wazi, hajaja leo naleo, amelala huko nje nkakuta jirani wangu anaenda kanisani, akaja kuniambia namadaudi. Eh, njoo dada ukangalie barabarani pale. Sema wapi? Akaniambia nikwambie ni Daudi tendoukangalie. Nsema basi amekufa Daudi kasani merafi sana. Ndio nikaenda pale nkachungulia karudi, hayo yamenikuta. Huyu wa nne ndo wa mwisho wa mwisho. Mm. Alikuwa na miaka mingapi? Alizaliwa elfu mbili na mbili, zake hazijatimika sawasawa, mm. Alizaliwa ni kinchiti vile vilevile, lakini kukua kwake alimekuwa matatizo matatizo, lakini Mungu amesaidia, amekuwa anaitembelea balozi wa hapa wa hapa soko. Taarifa hii nimepata asubuhi, baada ya kupata asubuhi ikabidi tutoe taarifa polisi, kwamba kuna kijana wetu tuemkuta twamanguka tujinene amemwangusha. Na tabia yake, kijana wetu anapenda sana kukaiunga sasa. Sana sana sana tulikuta amemtupa pale chini na wenyewe wameondoka, hatukumkuta hapo mtu, lakini tuliona kuna watu walio kanyaga kanyaga, kanyaga tukaisi walikuwepo na watu walio mzuru tukio hili. Ni melipokea kwa hofu sana, limeniumiza sana yani, kwa kijana huyu alikuwa mtaratibu, tulimjua na ambapo alikuwa ni mpungufu wa akili, lakini alikuwa anajielewa, anajitambua. Amelea wajomba wa zake, ndio alikuwa anamlea hata mama yake, hata akienda huko wakimpa chochote kile anamletea mama yake. Kwa kweli mimi nimeumia kwa kitendo hiki, nimeumia. Tunaomba serikali isimame kwa hili, tafute watu waliofanya kitendo kama hiki, tumeumia sana. Kwa jina naitwa Sikitika Gideon Kono. Lakini kijana huyu Daudi nimeishi naye, ni jirani yangu. Kitendo hiki kimetukera sana, kwa sababu alishafika ni nyumbani, wamemkata na panga kisogoni. Sasa hatuelewi amewakosea nini? Na ni kweli tuombe tu vyombo vya dola viweze kulifanyia kazi, vilitendee kazi kiuhakika, kwa sababu Daudi alikuwa hana makuu, alikuwa ni wakucheka tu, japokuwa alikuwa ni mpungufu wa akili, lakini alikuwa hana matatizo aina yoyote, wala alikuwa sio mwizi. Kwa jina naitwa William Peter Kiese, ni mwenyekiti wa CCM kata ya Iwambi. E, kwanza kabisa nimepokea kwa masikitiko makubwa kwa, kwa kifo cha kijana wetu Daudi. Daudi nilimfahamu maana ni, ni jirani yangu mahali hapa. Kwa hiyo tulimfahamu pamoja na kwamba alikuwa na upungufu wa akili, lakini alikuwa anajitambua na kujielewa pia, alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo kama mimi mwenyekiti wa chama nimesikitika sana. Ninaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake kwa ajili ya kuwatafuta hawa wahalifu waliofanya tukio la namna hili. Kwa kweli kama mimi nimeumia sana. Ngalawa ni diwani wa kata Iwambi Mbeya mjini. kidogo kiakili, kwa ni pungufu kidogo, lakini alikuwa akijielewa, atakwenda Iyunga atarudi hapa, hasa jana usiku akakrudi kwa nyumbani kwao hapo, kwao kwao ni hapa jirani tu, hasa fika hapa jana, nadhani walifanyia matukio ya katili mari hapa, kumuua kumpiga mapanga. Kwa hiyo Jumatatu asubuhi ameshakufa tayari. Kwa hiyo changamoto hii kwenye kata yangu, kweli naishangaa matukio kama haya, huwaje namna hii? ni mageni, na rai yangu kwa wananchi mbalimbali wanaonisikia e, eh, wa jirani wa mtaani kwangu au watu wa jirani mbalimbali mbali, naomba hii hali ya kuuana namna hii ni mbaya na ni lana. Leo pia siku ya Pasaka, leo mnafanya mmoja kama hao tegemea nini eh? Wakristo tunalazimisha kufa kwa Kristo, afa leo mnaua mtu mwingine kwa ajili ya nini? Kwa jambo hili mimi binafsi kama diwani nalikemea, nalikemea sana binafsi tutatoa pole kwa familia kwa ajili ya msiba mzito ambao wamepata, wa ghafla hawakutegemea. Kwa hiyo naomba tu tusaidie katika hili.